Unatazama Uvira News TV. Asante Mea um, kwa muda utaenda e, kukutana na watu na tungewasaidia e, kuuliza sababu ilo ulizo, zitatokana sababu linaleta wasiwasi hapa mjini kuhusu ushirikiano kati ya upande mmoja Wazalendo, kwa upande mwingine wa FARDC, unakuwa na neno gani la kuambia wa raia ili watulie? tuko naita hii kampanye ya le vrai contre le faux donc, cesta dire ya ukweli uh, ushinde uongo. Wenye walikuwa hapa wakati tuko tunatafuta kukimbia, kusema kama eh, wa wahalifu wa wana, tayari wanatafuta wana, ta kuingia, wangeona spektakle ilikuwa ndani ya mji yetu, hii mji yetu Nilifika ile siku ku frontiere, machozi litafuta kumtoko juu unakutana frontiere yenye ile karaga, garde abandone, donc c'est comme si mwaii nchi amkalagi tena. Batu ni wenzetu, Warundi njo walifikiria mena hatua ya kufika ngambo yetu kulinda ile ile mpaka yetu, hapakuwa tena mtu hata responsable moja sasa, nauzunika sana kuona leo pako polemike ndani ya mjini yetu paraporia ya FARDC na euh, wazalendo. Na watangazia wandugu wetu, pour l'instant hakuna FARDC bila mzalendo na hakuna mzalendo bila FARDC, donc wako oblige kupatana. Me ilifikia ni maincomprehension, batu mbalimbali baka wanatafuta kututia eh, Kututia, kututia ndani. Niambie, wakati wazalendo walishuka kukamata eh, ku proteger ba eneo walilipwa na nani? Nani wa, aliwalipa? Na kama leo unaweza kuwa ile badera page ya kusema kama balifanya hiki, balifanya hiki, balifanya hiki ni muda, il faut tukuwe na humilite na ile ukweli ya kujua kama hali ilipita njo ilileta hii desordre. Ne, haitaendelea hivi na kwa kutoendelea hivi, haifai tuweze kuimilie wenzetu wazalendo kwa kazi waleza kufanya, hapana. Tuwaheshimishe na tuwasikilizishe kama reellement ilikuwa wakati ile. Maintenant tujenge leta yetu na, nao wako tayari kujenga leta yetu na sisi wenye kuwa eh, kwa leta ili fote kwa ile tukuwe na ile militaire yakujua kama ilipalifika wakati moya tuliogopa

Sisi wote tunapigania inchi. Mmepaka wakati ingine hali ilikuwa ilikuwa na haiko vya kudramatize na polepole pole, tuko tunatumika mambo itarudia taratibu kwa umoja. Nafikiri wenzetu wataenda kupigani, kupigana na wenye kubaki wanapaswa kubadilisha gisi ya kuongoza, wanapaswa kubadilisha gisi ya kuongoza.